Audhubillahi mina shetani rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Leo wa Bwana awe katika nafsi zenu wanadamu. Mimi naitwa Haruna Mwamhehe almarufu Doktor Kifimbo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa katika hali ya uhai ila watu walitangaza mimi nimekufa, niko hai. Lakini leo tutaongelea habari ya kufa wala nini, umri huu wa kwetu sisi sasa, tuko kwenye kustaf, tuko kwenye mambo ya tiba. Lakini mimi nimekuwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi miaka kumi na tano tukiwa vijana. Sasa nasema yaliyotokea kwa vijana wetu, shift katika mambo kidogo yametoka mambo ambayo sio mazuri, lakini tuangalie, tuangalie kwa mapana. Mtoto akiku, akikunyea sio kati pap. Wamekuwa na hasira sana vijana, nakuta anachukua kiti anavunja anachoma. Hivi hizi hasira lazima tujifunze wazazi, kwa nini hawa vijana wamekuwa na hasira sana ya kuvamia mavitu kufanya hasara ya vitu na kadhalika, lakini njia kubwa iliyopita ni kisiasa, lakini imekwenda katika uharibifu mkubwa sana. Kwa hiyo kuna haja sisi watu wazima tuweze tukalifikiria hili jambo, upande wa vijana, tukaona taifa letu yasije yakajirudia, kama tunavyosema tuwe wamoja tukae chini, sio kulichukulia madhara kama tunavyozungumzia. Hali iliyopo hapa sasa hivi imeonyesha tabia sio njema kwa upande, na kipindi hichi sio kunyooshiana vidole, hapana. Ni kipindi cha kuweza kujenga namna gani haya matatizo natua kweli, lakini tukiangalia kama ninavyorudia kuongea tena kwa mkazo uliokuwa sahihi, kuna mambo mengine yanatendeka hata uongozi wa juu hauna makosa, huku chini watu wanafanyiwa madhila makubwa sana. Kwa hiyo tunachoomba, mimi kama Dakta Kifimbo, nilipendelea sana Mheshimiwa Rais, wale wasaidizi wako wanaoona hii TV, nilikuwa naomba na mimi niwe mshiriki wa kujenga hii nchi, nipate kukuona moja kwa moja kwenye swala lililotukumba katika hili taifa letu. Kuna mengi ya kuweza ku kuya kuyawakilisha kwako, kuna mengi ya kuweza kuwakilisha kwako, na ataweza kusaidia ili taifa liweze kurudi kwenye amani tuliokuwa nayo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inawezekana tukafika huko, lakini lazima tuwaangalie na hao watoto wetu, tatizo ni nini? Kuwa na hasira kubwa, sasa watapandikiza na wengine, ambayo huku chini wanatendewa sio kwa haki. Hata mimi mmojawapo, kuna vitu vinatendeka huku chini si vizuri. Kwa hiyo ukichanganya hao vijana, ukachanganya na wale watu ambao wanatendewa vitu sio vizuri, lakini lawama zinakuja kwenye serikali ya juu tuangalie huku chini, lakini lengo kubwa la kuweza kukuona Mheshimiwa Rais ni maswala ya kuweza kujenga nchi, tujenge sote kwa pamoja, tuepukane na maswala ambayo haya yalotukumba yameleta picha mbaya katika nchi yetu. Wenyewe kwa wenyewe ni kitu sio kizuri. Kwa hiyo inabidi lazima hili swala lichukuliwe uzito wa hali ya juu, na sisi tunaomba tuje tuchangie tuliokuwa nayo, na hasa inaonekana ajira kwa kweli ni tatizo kubwa sana, kwa sababu ni vijana wengi sana kumbe kuna vijana wamekaa humu hawana ajira, ule umma uliotoka ule wakati, tunaweza tukatoa ushauri ajira zipo Tanzania Tanzania tu. Sasa hivi tuko tuko tuna tuna uwezo mkubwa, ila ni darasa ambalo wanayepewa hawajafanya ili darasa hawalifanyi vizuri. Sasa hivi tulikuwa tuna majiko haya ya, ya kuelimisha watu mambo ya gesi na kadhalika, lakini wale wanayepewa sio fani sio wahusika yaani kuna vidili dili vinapigwa tu huku juu juu. Kwa hiyo serikali inaagiza vitu vingi, lakini huku chini kunakuwa msimamo wake sio mzuri. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali yetu, kama mimi Daktari Kifimbo, wasaidizi wanavyoona, nataka kuonana na mheshimiwa rais, nayo mengi ya kuja kuongea. Naomba kuonana na mheshimiwa rais. Nyie wasaidizi, mkipata haya maelezo yangu, naomba sana mfanye hima, ili na sisi tuchangie kujenga nchi yetu na tuko tayari kujenga nchi yetu.